Imepokewa kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba alisema, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadithi hii yatufaidisha kwamba tujiepushe na mambo yote yale yenye utata, maana swala lolote lenye utata laweza likamwingiza mtu pahala pabaya. Tunakuasa wewe mwanajamii, katika utendaji wako uwe ni mwenye kujihadhari na mambo mengi yenye utata na tukisema jambo lenye utata ina tafsiri kadhaa. Swala la utata, ingawa kwa hizi yellow messages sio pahala pake ili tubainishe nini utata, maana utata unaingia katika mambo mengi sana. Mfano baadhi ya mambo mubahat, umetoka na mke wako wa halali kabisa, ukaenda naye mguu mosi mguu pili, waelekea gardens. Utapofika kule gardens, ukachagua one, one of those garden ukaenda ukakaa lakini time yenyewe ni time ya jioni, kiasi ambacho kwamba watu watapoanza kukuona kwa mbali kule umekaa na yule mwanamke tena usiku umejibanza tayari, wanaanza kujiuliza maswali kadhaa hivyo yule amekaa na nani kule? Pengine mke wako, halali kabisa. Vitu kama hivi ni utata, inaomba tujiepushe nazo. Mfano wa pili, yawezekana ukawa umechukua kitu halali kabisa kwenye chupa. Mfano ulipomwona mtu ukaibanza hiyo chupa, tayari waanza kumwekea mazingira ya yeye kuanza kuvuta hisia zake, na ajiulize kwa nini hasa fulani akaamua kuibanza chupa aliponiona. Kwa hiyo mambo ya utata ni mengi. Hii ni mifano miwili tu tumeitoa kwa ajili ya kubainisha nini kilichokusudiwa katika utata. Lakini hadithi hii katika ju katika durusi ambazo tunaziendesha tunaenda kuliko hapa hivyo, inshaallah. Hii ni yellow message kuwaelekea wanajamii, ili kila mmoja akae sawa ajue katika utendaji wake atatenda vipi na huku ajiepusha na utata. Hapa ni G S H C na mimi ni mkongwe. Hii ni Yellow Message.